Hapa tutakuwa na dokta uh, mm, umekukaa kwenye mdomo <laughs> eh, lakini apokee tu, hata kwenye sheria kuna Kimei, yeah. Sema amin, masuala ya sheria anasema kati <laughs> <laughs> <laughs> <natana laughs> katika hatua hizo za awali, maana yake kwamba yupo mbioni, ndio huko kwenye Wee, Kari, sawa yeah, ni Emmanuel Kimei. Kimei, wakili wa kujitegemea huyu, tunaye hapa studio. Tulikudokeza pale mapema kwamba leo tutazungumzia na kupata elimu eh, kuhusiana na hatua gani za kisheria unapaswa kuzichukua ikiwa umeuziwa bidhaa mbovu mm, au bandia lakini nafikiri bandia bandia si rahisi sana ku kuijua , lakini mbovu unaweza kujua. Sawa, sasa unayetusikiliza huenda umewahi kuuziwa kitu kibovu, ukawa hujui cha kufanya ukabaki unanung'unika, mimi huyu kweli, namwachia Mungu mm. E, sasa Mungu ameleta huku duniani watu wa kusaidia ikiwemo wanasheria aliwaleta mm. wana, mitume <gulipa>, eh, meleta mahakama eh, eh. eh. eh, wa, wa, wanasheria kama hawa watetee watu wote hao <gulipa>, kawaleta sasa ukisema so tu kwamba namwachia Mungu. Mungu ashakuelekeza, sasa uende kwa kina Kimei. Bwana, watu wamekuja kwako dio. wewe ni mwanasheria e, uwaelekeze vizuri, namna ya kufanya na hatimaye kupata haki yake hmm. kwanza watu hawaelewi kwamba anapo anapokuwa ameuziwa kitu kama hiki kibovu, ana haki gani? ana haki gani? Hmm. tuanzie hapo. Tuanze, uh vizuri watu wengi, biashara kwanza, sasa hivi imeanzia kwenye biashara biashara sasa hivi imetandaa sana, ipo mitandaoni mm. ipo barabarani, kila mahali unapokwenda unakutana na, mm. na, na biashara mm. kwa, kwa namna moja au nyingine mm. kwa hiyo unanunua, watu wengi siku hizi ni waraibu wa kununua vitu mtandaoni. Unapitia kurasa za mtandaoni, unakutana bidhaa unayopenda, unaagiza, unaletewa nyumbani wengine wanaagiza wanamtuma mtu mwingine wa kuleta ambayo sio muuzaji, na wengine mpaka wana sheria zao kwamba hakuna kurudisha mm, kuna kubadilisha peke yake mm, na kuna wengine wanasema hakuna kurudisha baada ya masaa ishirini na nne. Kwahiyo kila biashara, kila mtu anaweka matakwa yake na kila mtu anaweka mapenzi yake kwenye biashara. Kwahiyo mara nyingi watu wengi hawafahamu ni nini kifanyike ama haki yako wewe kama mnunuzi ni ipi. Kwahiyo nikirejelea kwenye swali lenu ni kwamba kila mtu ana haki juu ya bidhaa anazonunua kwa sababu anatoa hela ile. Ni biashara, ule ni mkataba unaingia kwanza, wa kununua na kuuza, ingawa hatuandikishani mm -hmm. Watu wengi hawafahamu, unapokubali kununua kitu kwa mtu, kitendo cha kusema kwamba naomba uniuzie bidhaa fulani, tayari, na yule akisema nitakuuzia kwa elfu hamsini tayari, ule ni mkataba, maanake unatakiwa utekelezwe kama ulivyo. Kwa sheria ina kitu kinachoitwa uh, ni Kiingereza kidogo lakini tutaoza te, kwenye Kiswahili wanasema inayofaa kwa matumizi. Kwa hiyo mimi nimenunua gauni. Ile gauni inapaswa lifai kwa nini? Kwa matumizi yale yani niliotarajia mimi kununua. Mm-hmm. Umenunua matumizi sahihi. Matumizi sahihi ambayo ndio sahihi, kwa hiyo hicho kitu kilicho kilichotengenezwa kwa hiyo. Kwa mfano umenunua simu inapaswa iwe inapiga na kupokea labda na kuingia mtandaoni. Hayo ndio matumizi sahihi ya simu. Kwa hiyo kama kitu hakikidhi hivi vigezo, nini kifanyike? ama nani anawajibishwa? Kwa sababu wewe uliingia kwenye mkataba wa kununua na kuuza. Mtu si anakuambia tuna hatuna mkataba mimi na wewe. Mm. Sheria inatambua mikataba aina mbili, mkataba wa maandishi na mkataba wa maneno. Mm. Kwa hiyo mimi nikikwambia, nitakuuzia wewe ukisema utanunua, tayari tuna mkataba makubaliano makubaliano ndio maana tunaandikishiana uh, ile stakabadhi ile mm -hmm. Kwa maana ya, ya, ya risiti, unapewa risiti baada mm -hmm. Eh, inaandikwa kwa malipo halali <laughs> ya shilingi kadhaa <laughs> <laughs> naam, ndio sasa. Uh, ume, ume, umeweka vizuri hapo mm, na msikilizaji sasa ashajua kwamba huu ni mkataba ndio, eh, na kielelezo ama ushahidi wake ni ile receipt atakayokuwa nayo pale kwamba mimi nilikuja kununua kwako Ma. na nimegundua kwamba umeniuzia kitu kibovu kibovu. baada ya kugundua sasa kwamba hiki nilichouziwa sasa ni kibovu mm, sasa mimi nataka kudai fidia mm. pengine alishakitumia mm -hmm. na kina madhara katika mwili wake sahihi. sasa uh, anataka sasa anataka kudai fidia anaanzaje? mm Uh, kwanza ni, ni vizuri umeongelea swala la risiti mm. Watu wengi wanachukulia risiti mzaha sana, lakini iwapo utanunua kitu uka watanzania wengi unamuuzia kitu unampa nampa risiti anaikunja kunja pembeni hapo anaitupa anaondoka zake, kwa sababu ndo, ndo utamaduni wetu. Lakini ukienda nchi za wenzetu, mtu anaweza kutunza risiti tokea na kinunua kitu mpaka anamaliza kukitumia. Kwa nini? Ikitokea kile kitu kimekudhuru tunaanzaje kusema kwamba mimi ndio nilikuuzia mm. na nilikuuzia lini, na nilikuuzia wapi? Tunaanzia kwenye risiti. Unataka kumshtaki mtu kwamba nilinunua bidhaa yako ikanidhuru. Kuna kesi moja maarufu sana duniani ya e, uh, bidhaa moja sitaitaja. Uh, kile kinywaji kilikuwa kimeandikwa ukikinywa, na kilitangazwa sana kipindi fulani, kinakupa mabao, unaweza kuruka kama mnakikumbuka kile kinywaji fulani, usikifafanue sana mheshaji, watu watakijua, bora tu kiwe ni kinywaji fulani. Kwa hiyo ikatokea mtu fulani alikinua kile kinywaji kwa kuamini kwamba akisha kinywa ataweza kuruka, atunuka. Na yeye kwa hiyo alipokinunua na aliposhindwa kuruka a, alikuwa kwenye gorofa kama ya pili nadhani, mm -hmm. akavunjika mguu katika kujaribu kuruka. Kwa hiyo alishtaki kampuni ile kwa kutangaza kwamba vinywaji vyao vinawapa watu nini mabawa kwa hiyo vile vile na wewe ambaye unanunua bidhaa unaamini kwamba hii hiki ni chakula N na alishinda kesi, na alishinda kesi, walimlipa karibia bilioni mia moja za Kimarekani, dola bilioni mia moja nakumbuka mm -hmm. na ile kampuni ikaenda mbio mbali zaidi, ikabadilisha na lile neno mabawa, wakaongezea herufi nyingine nyingine mm -hmm. ili kutooza, yani mabawa ili sijulikane. Kwa hiyo, unaona ukali wa jambo hili. Kwa hiyo, una uwezo kuenda mahakamani na ukamshtaki mtu kwa kukuuzia bidhaa ambayo sio sahihi ama ina madhara kwako. Pia kuna kesi moja maarufu sana pia duniani ya mtu mmoja alienda kununua soda dukani. mm -hmm. aliponunua soda zile, soda zinajua zina zile chupa huwa zinasafishwa, zinarejeshwa mm -hmm. zinachakatwa upya kwa ajili ya kufungiwa bidhaa, lakini katika mitambo ile kulikuwa na mjusi ambaye alikuwa ameingia kwenye ile mitambo ya kumimina na kujaza soda mm -hmm. kwenye chupa mm -hmm. kwa hiyo ile kesi, wakati wa kujaza soda ile soda ikajazwa na ikakuwa mjusi na ikafunikwa sababu ile ni mashine za kufanya ile kazi. Kwa hiyo yule jamaa aliponunua ile soda akainywa. Baadaye anamaliza nakuta mjusi ndani ya chupa. Sasa mm. Kama ni wewe unaanza kumwa, mm. unaanza hata kama mm. hamna hofu. Yes, yeah. Kwa hiyo mm. alishtaki na akashinda. Kwa hiyo hii inamaanisha nini? Kwamba mahakama zinatambua kwamba ubora wa bidhaa kile unachokiweka weka wewe ama unachokiainisha au unachokitangaza. Watu wengi sana wanaenda mbali wanatangaza bidhaa ambazo haziendani na vitu wanavyovisema, na unanunua kitu unasema hii simu alisema inafanya kitu fulani, nasema kamera nzuri, wanaipamba sana. Sahihi hiyo mm. wapambe ni wengi sana mm. katika hali ya kutafuta wateja. Kwa hiyo ukitangaza bidhaa ina vigezo fulani, umeniuzia haijakizi vile vigezo, mimi nina uwezo wa kukufungulia mashtaka. Kwa hiyo kuna tume za kukagua bidhaa ambazo kuna tume mbalimbali mbali. kuna taasisi mbalimbali ambazo zinasimamia ubora wa bidhaa kwa kama bidhaa haikidhi ule ubora, kuna mfano taasisi ya wanaita TBS. Mm. kuna moja inaitwa pia FCC ambayo ina deal na ushindani wa kibiashara yeah. Mm. kwa hiyo TBS kazi yao ni kuhakikisha standard, mm, ubora wa bidhaa, kwamba bidhaa tuliyoiweka na bidhaa iliyoko sokoni vinaendana, kwamba ni nguo kwa ajili ya matumizi. Kwa nini ununue nguo afu upate miwasho? Mm. kwa nini uswaki meno badala ya meno, mm, meno yao meupe, meno yanazidi kuwa kuoza mm. vitu vile unaweza kumshtaki mtu na kuenda mahakamani na kumshinda na kupata fidia, na ni hela nyingi sana, sema watu hawajui kuna biashara kwenye kuwashtaki watu. Lakini hapo kwenye kuwashtaki watu kuna jambo ambalo umeliongelea hapa mm. la kuwa na risiti zile za malipo mm. lakini pia um, kuna baadhi ya bidhaa ambazo unapewa waranti ti ile inawezekana ukatumia ile umemaliza tu mm. imeharibika <laughs> unafanyaje katika hali kama hiyo? <laughs> Na ndio maana mara nyingi watu wa wanajitahidi ukiangalia kampuni ambazo zinaaminika kwa mfano kampuni fulani watakupa mm -hmm. miaka kumi mm -hmm. miaka mitatu, wanaamini bidhaa zao, lakini kuna mtu miezi miwili mm -hmm. mwezi kwa sababu wanajua bidhaa inakuwa ina katika matumizi ya aina gani? Kwa mfano vifaa vya kielektroniki mara nyingi, kutokana na kwamba watu wengi, sio kwamba umeme wetu ni mbovu, watasema umeme unaenda na kurudi na nini mm. Lakini o, o, mafundi umeme wametengeneza vifaa vya kuzuia na ku. Kwa hiyo unanunua kifaa cha umeme, umeambiwa ukitumie kwa matumizi fulani, hu unaenda kukitumia kwa njia fulani ambayo sio sahihi, kwa hiyo ile waranti, nchi za wenzetu warranty ni wanapewa warranty ya maisha ya kitu, huko kwetu ndo tunapewa warranty ya miaka mitatu miaka miwili, kwa sababu tuna matumizi mabaya ya vifaa hivi mm. Kwa hiyo warranty imeisha, maana yake wewe haki yako inakuwa imeishia hapo, maana yake uli ndio maana ile warranty kadu ukipewa pale wanakujazisha, na wengine wanaenda mbali zaidi wanakusainisha ile warranty kadu mm. Manake umekubaliana na matakwa yao kwamba hichi kifaa baada ya miaka miwili au baada ya miezi sita kikifa mimi sitawadai tena, na ukienda nakwambia warranty yako iko wapi, imeisha, huwezi kuwashtaki lakini. Je, kama mtu amekuzia kifaa ambacho kina warranty? Ama kifaa hichi chenye warranty ni miezi misita, ile warranty imeisha pap, kifaa kimekufa. Kimekufa nini? Ndio, ndo swali lingine. Na kimekufa kufaje? Maana yake kuna namna unaweza nayo kutumika ukahusika. Kwa ndio ni kwamba watu wengi sana hawa wana friji limekufa tuseme, mm miezi sita friji limekufa compressor, ama friji limekufa kifaa fulani ambacho wewe kama binadamu huwezi kukiharibu mm. Watu wengi hawajui kwamba haki yao bado ile warranty, wanaweza kumshtaki yule muuzaji, kwamba umenuzia TV nimeifunga ukutani, mlinipa regulator, nimeiweka ukutani, TV inafanya kazi vizuri, sijaichokonoa hai, hamna dalili kwamba nilifungua ndani, lakini nimeamka asubuhi, TV haiwaki mm. Tumeenda kwa fundi, TV sio haijafa haja, kwa shoti ya umeme haijafa kwa kuna kifaa tu kilikuwa ndani kilikuwa hakikizi haki, vigezo vya kuweza kuilinda TV na umeme au ile kuwashwa kwa muda mrefu kikipata moto TV inaungua mm. Hiyo haitakuwa tatizo la mnunuaji tena maanake, hata mm, kama warranty imeisha una uwezo wa kumshtaki muuzaji sawa. Sasa hapa kwenye kumshtaki mtu mimi nime ndio nimeuziwa hiyo bidhaa mbovu, nimeshaona kwamba hiki ni kibovu, hatua yangu ya kwanza kwenda kumshtaki huyu mtu, napaswa niende mahakamani moja kwa moja ama nirudi kwanza kwake anipe ndio, maelezo ndio, ama utaratibu ukoje? Labda hapa mueleze msikilizaji utaratibu wake ili ajue sasa kwamba nikitoka hapa nimeuziwa kitu kibovu mahali fulani, na kwenda wapi? Umenunua kitu kimekuja nyumbani ni kibovu Watu wengine wananunua vyakula, hawaangalii hata tarehe ya mwisho wa matumizi ya vyakula vile, ni muhimu sana... kwa Kiswahili tunaita chotora, kwa Kiingereza ndio expired <laughs> <laughs> <laughs> yeah, yeah, <ni> <laughs> <laughs> chotora, hiyo ni lugha mpya sasa yeah. Bidhaa nyingi zinakuwa na ukomo wa matumizi na bidhaa nyingi pia zinakuwa na matumizi yake ambayo ni sahihi. Kwa hiyo umenunua bidhaa umepeleka nyumbani waranti imeisha, unataka kumshtaki mtu. Wangwana wanasema kwamba ugomvi unaanza kusuluhishiwa nyumbani kabla haujafika mbali. Watu wengi tunapenda kukimbilia kwenye vyombo, unamkimbiza mtu kwenye vyombo, unamkimbiza mtu mahakamani, baadae anasema ah, tungejua tungeazungumza. Una, unatakiwa kwanza uende dukani na risiti yako. Sasa ndo risiti na umuhimu unaingia hapa. Sasa tujambua kila siku ukidai risiti, nunua risiti, watu hawataki kuelewa Unazungumza na muuzaji bana, nilinunua bidhaa hii imepata hitilafu hii hapa. Unajaribu kumwelesha kwamba hitilafu ile haitokani na matumizi yako ama wewe kutumia ile bidhaa ama chochote unachokifanyia ile bidhaa. Mkishindwa mazungumzo, ndo tunaanza mahakamani. Tunampa yule mtu kitu kinaitwa demand notice, ama ni nyaraka ambayo inamtaka yeye sasa afidie hasara uliyoipata kutokana na uharibifu wa kile kitu, aidha akupe bidhaa nyingine au akitengeneze naweza kampa siku saba mpaka siku kumi na nne akikataa kufanya kile kitu tunafanyaje ndio tunaanza hatua za awali za kwenda mahakamani kwa hiyo tutakuwa tunafungua kesi ya madai ya kuomba kurejeshewa bidhaa iliyopotea zile siku saba au kumi na nne amepewa na nani zile siku saba au kumi na nne ni matakwa ya kisheria kidogo ambayo wewe kama mnunuaji ama muuzaji unapewa ili kuweza kujiadjust kutafakari kama utalipa kiasi fulani au hutolipa ili angalau ma, wakati tunaenda mahakamani tuseme kwamba kuna hatua munda tulianza. Yes, kuna hatua tulianza, tulifanya mazungumzo na tulijaribu kumpa muda ajitafakari. Kwa hiyo tunafungua kesi kama kawaida, ni kesi ya madai mahakama ambayo ilinunua inatakiwa uende mahakama ambayo, eneo niseme mahakama ambayo ipo eneo ambalo ilinunua bidhaa karibia na duka lile kama ni wilaya ya Ilala iwe mahakama ya wilaya ya Ilala, mm -hmm, Buguruni, Kinondoni vitu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unafungua shauri lako la madai, unadai fidia ya kiasi cha fedha ya ile bidhaa ulionunua ikiwa mpya. Yule aliyekuuzia ataletwa mahakamani. Sasa so, itakuwa ni jukumu lako wewe kuithibitishia mahakama kwamba kile kifaa ulichokinunua kwa gharama labda ya milioni saba hauna mkono wowote katika uharibifu wa kile kifaa mm. Kwa hiyo kama sio kosa lako, kwa mfano ulinunua gari, umeliendesha mara umetoka lalo, nalo nyumbani umefi, umetoka nalo dukani uh, pale umefika nalo nyumbani umelipaki, asubuhi umewasha limenoki injini mm. Alitembei tena limesaga wanasema limezungusha mkono wa injini limesaga injini. Kwa hiyo una uwezo wa kumshtaki muuzaji kwa sababu mpaka uharibu injini ni kazi ngumu wewe mkono wako katika kuharibu kile kifaa ni ngumu sana, maanake labda ujafanya sevisi muda mrefu na vitu vingine kama hivyo, wataalamu wa, wa, wa, wa magari wanafahamu mm. Ukiweza kuidhibitia mahakama kwamba wewe hauhusiki kwa namna yoyote katika uharibifu wa kile kifaa, wana uwezo mahakama ina uwezo wa kuamuru ulipwe kifaa kipya au fidiwe gharama za kununua kifaa kingine, gharama ambazo zinakaribiana na gharama ya kile kifaa ulichokinunua. Hapo, hapo umezungumzia swala la gharama, hmm. Mimi nikisikiliza na kusoma na kufuatilia kesi nyingi za watu ambao walipata madhara, na umetoa mfano hapa kwa yule mtu ambaye alikunywa soda so, ndani yake ndani yake akakuta mjusi. mm. Mjusi kuna wengine ame uh, u... atapaa hakupaa nga, ngalau na huyo kwa sababu hmm. alipata madhara ya kuruka akaumia. Sasa yule ambaye alikunywa mm. akakuta mjusi mm. na ndio hawa tunao wengi hawa mm. kwamba mm. kwa anakunywa labda inamletea chochote madhara fulani, au anapata hisia tu kwamba, ah, hiki kitu ni kibovu hiki mm. na ameshaonja kidogo anasema mm. sasa hapa, haiwezekani. Kwa nini hawalipwi kulingana na gharama za lile jambo? Wana, wanalipwa kiasi kikubwa cha fedha, yani ukisikiliza mm. wanasema ah. na, na, na, na, na fidia ni kubwa sana Unaweza kushtuka. Lengo ni nini? Mm. Lengo ni kulinda ubora na kulinda afya za watu. Taasisi nyingi zingekuwa zinagundua kwamba ah, nikimuuzia madege juisi ya Azam iliyo mm. pitana wakati mm. akaumwa hataenda popote. Watu wangekuwa wanatengeneza bidhaa vichochoroni na na mali kwingine alafu hawajali afya. Na ndio maana viwango vikawekwa, zile sheria za viwango, viwango na kiwango ni nini? Sababu kwenye kiwango kila kitu kina kiwango chake cha ubora. Kwa hiyo tunalipo, kwa nini tulipo fidia kubwa? Kwanini unywe soda tu uumwe, au upate ugonjwa fulani, utoke vipele, uende ulipwe milioni mia tisa? Lengo ni kumwambia kwamba yule mtengenezaji bidhaa kwamba umetweza utu wa mtu. Yani ni kama ule ni utu, tuna utu. Una gharama gani? Hatuwezi kupima utu, kwa hiyo maanake utu wa mtu ni kitu chenye thamani sana, ndio mahakama inavyotaka kusema kwamba ni lazima uheshimu utu wa mtu, wa mtu. Mm. Na utu wa mtu ni una thamani kubwa, kwa mtu akiweza kudhibitisha kwamba hichi kifaa ama hii bidhaa niliyokula ama hichi chakula nilichokikila ndicho kilichonifanya nisiende kazini siku tatu. Mimi nashinda nyumbani tu, ninaingia chumba hiki, natokea chumba hiki, naingia chumba hiki. Mm -hmm. Sielewi, yeah. Kwa sababu nilikula chakula fulani ama nilikula bidhaa fulani ambazo zinatengenezwa na taasisi fulani. Mm -hmm. Kwa hiyo mahakama inajaribu kurejesha ile ule utu ama kumfutia ile aibu aliyoipata ama kumfutia ile madhara ya kisaikolojia aliyowapata kutokana na ile bidhaa, kwa sababu wengi tunaathirika kisaikolojia na wengine wanapata mpaka madhara ya kiafya. Kimei eh, shilingi pia ina pande mbili, ndio. Hmm, sasa tumemtazama huyu uh, mtumiaji. hmm. Lakini kuna huyu sasa ambaye ni muuzaji. hmm. Na yeye ana haki gani katika hili? Hmm. Mathalan eh, pili mlindwa labda nime nimenunua nime, nime hmm, kitu lakini kile kitu kikawa labda kibovu kama hivyo hmm. Halafu nikaenda mahakamani hmm. Nikashindwa kesi kwa sababu hmm, sikuthibitisha hmm, baadhi ya vitu hmm. Huyu ambaye nimempeleka, nimempeleka. Haki yake na yeye yeah, iko wapi eh? Okay. tuna pande mbili za shilingi kama ulivyosema, tuna mnunuaji na tuna muuzaji. Kila mtu ana haki zake ikiendana na bidhaa aliyouza ama alionunua. Mm. na ndio maana ni watu wengi, uh, ulipoanza mwanzo wakisema watu wanakupa wanakupa warranty mm. afu mwingine anakupa warranty afu unashangaa yani kama kimetegeshwa tegeshwa, warranty ikiisha na kifaa kinaharibika. Mm. ndio mwingine anasema kwamba vifaa vingi vimeuzwa visitumike milele, lakini kikweli ni kwamba wauzaji ni jukumu lao kuhakikisha kwamba kwa bidhaa ina ubora na ukipelekwa mahakamani sasa, wewe ni muuzaji, upo kizimbani, unadaiwa labda milioni hamsini kwa kumuuzia mtu labda. Wewe una duka lako ya la kutengeneza mikate, kwa bahati mbaya usiku unatengeneza zako mikate, umetoka kidogo, mtoto kapita kaeka kishilingi kwenye kwenye unga, unga ukaukanda mkate ukaukatakata vizuri, ukaufunga, mteja anakula mkate, kang'ata kishilingi kile, jino limevunjika katika udhibitishaji inatakiwa sasa wewe kama muuzaji, udhibitishie mahakama kwamba hauna mkono wowote katika kupelekea ile bidhaa kuwa na hali ile ambayo ilikuwa nayo ikamdhuru yule mtumiaji. Mtu wangu na basi nafra, simu inalipuka inani inaniunguza uso nikipeleka simu kwa wataalamu wa vifaa vya elektroniki, anakuambia hii simu imelipuka kwa sababu betri yake ilikuwa bovu au betri yake ilikuwa na changamoto fulani fulani. Kuna vifaa, kuna kipindi vifaa vinakuja sokoni na unasikia hivi vifaa na mm. mm. vina changamoto fulani ushaumsikia? Vitu hivyo vina vinaharibu kitu fulani zaidi, vina hivyo. Kwa hiyo kama hiyo ni changamoto ambayo wataalamu wanagundua kwamba ini, wanasema ni ile, kwa Kiingereza niite made in ama inbuilt, sijui niiteje kwa Kiswahili yani hii changamoto inatokana, imetokana na utengenezwaji wa kifaa chenyewe. Kwa hiyo mnunuaji akithibitisha kwamba ile changamoto sio yeye, kama muuzaji ni mwenye kiwanda, kwa hiyo lawama zinamwamia nani? Mwenye kiwanda, kiwanda sio muuzaji tena mm -hmm, kwa ila yeye jukumu lake ni kuthibitisha kwamba yeye hana mkono wowote katika ubovu. Ni sasa ukimpelekea, umenunua gari jipya, umempelekea fundi mm -hmm. ame nimenimwaga oil ametoa oil amekwekea oil, oil ya viwango vya chini ama ameweka oil ya kwenye makopo ya barabarani. Umetoka zako unaenda safari gari ime imeharibika unipia mm -hmm. Umerudi kwa muuzaji unamwambia muuzaji mi gari unuzie lime mbona limeharibika limeharibika. Muuzaji akija kuangalia anakuambia mbona hiyo -hmm. oil uliyoweka sio ambayo inatakiwa kuweka kwenye gari na maelekezo nilikupa. Kwa hiyo muuzaji anakuwa ameondoka kwenye nini kwenye lawama. mm -hmm. Sasa Kimei, uh, muda wetu unakwenda matiti kweli kweli, yaani unakwenda haraka. Ndio. Turudi tu kwa hawa, hawa watu wetu wa chini, wakina Pili Mlindwo, wakina Madege mm. tunaenda kununua kwenye maduka ya kawaida, tunanunua makopo ya maziwa mm. ya shilingi elfu thelathini ishirini mm. wala hatu, hatupewi risiti mm. na sisi wenyewe hatuoni kama yeah. ni lazima tupewe risiti yeah. Unanunua sukari, unanunua vile vitu vidogo vidogo vile, lakini baadaye tunakuja kugundua mm. kwamba tumepata madhara kutokana mm. na hicho mm nikirudisha pale kwenda kumwambia kwamba Bwana, jambo, kopo lako ile uliyoniuzia la maziwa limeniletea madhara mimi mm. pamoja na mtoto wangu mm -hmm. lakini hakuna ushahidi kwamba mimi nilinunua hapa mm -hmm. na saidiwaje kisheria? Uh, ndio maana mimi nashauri watu wengi sana, ni muhimu sana kuwa na risiti, lakini hata bidhaa ndogo ndogo, sukari kilo moja, ukienda maduka mengi wanakwambia ni maduka mengi mengi hawana risiti mm, na ni kwa sababu ni maduka madogo tuseme, ama bidhaa tu wanazouza ni ndogo mm. Lakini pia nadhani pia utaratibu wetu tulivyojizoesha, ujamaa bana, duka la mtu fulani ni duka ni kwetu, kachukue tutalipa kesho. Kwa hiyo tuna undugu, tunaishi kwa undugu, au umepita dukani unaenda duka zako umekuta duka umenunua tu soda umeondoka zako, kwa hiyo hamna risiti wala hauna uthibitisho kwamba ulinunua kwake, lakini mahakama inamtaka ina, ina, ina mtu kwa mfano, ukiwa uki na tuhumiwa na kosa fulani, ukienda polisi, ukikuona kuoja utakuuliza kwa nini tukukamate wewe tu kwa nini mshtakiwe wewe? Kinachotakiwa kufanya, mimi kama mlaji natakiwa niweze kudhibitisha kwamba hii bidhaa nilinunua kwa mtu fulani mm. haitakiwi nidhibitishe pasi na shaka, kunawezekana kuwa kuna shaka kwamba yeye yeah, anasema sikumuuzia, lakini kwa nini maduka elfu moja ni kushtaki wewe peke yako? Sina yaani, nikiweza kudhibitisha kwamba mimi na wewe hatuna ugomvi wala sina hiana na wewe wala hamna nia ovu nyuma ya jambo nalolitenda, mahakama itakuu hukumu kwa kwa salili kwa sababu ni mara chache. Kwamba pili upo madege upo mimi, nitoke huko niseme bana, ah ni pili. Kwa nini niseme ni madege? mm. kwa nini niseme ni mtu fulani? kwa nini nikufuate wewe? Kwa hiyo mahakama inaona kwamba kuna uwezekano mkubwa pasi na shaka kwamba huyu anayetumiwa kuna uwezekano kwamba alihusika kwa, ali kwa namna moja au nyingine, lakini mtu mwingine mtumiaji wa mwisho atasema ah, mangi ana duka lake duka lake mtaji wake mwenyewe milioni tano tu amenipa bidhaa, mi nataka malipo ya kiasi cha milioni hamsini Mangi atatoa wapi hizi hela? hata nyumbani kwake hizo hela hana. Unamshtaki mangi na mtengenezaji wa bidhaa wote wawili, wote wawili. Kwa kenda mahakamani unamshtaki mangi na mtengenezaji wa bidhaa. Kwa hiyo mangi na mtengenezaji wa bidhaa wataletwa pamoja mahakamani kwa ajili ya kulipa fidia. Sawa, Kimei unaweza kujibu kwa sekunde kadhaa uwezo huo unao? Ndiyo. Sawa. Kuna hili swala ambalo kuna wakati bidhaa zinaletwa kutoka nje ya nchi mm. Zinaingizwa kwa wingi labda na Ndiyo. kampuni fulani Sahili. Lakini kutokana na wakaguzi uh, kuna FCC Ndiyo. kama uliotaja pale wanaangalia, wanasema hizi bidhaa hazifai kwa matumizi Ndiyo. ya binadamu Je, serikali ina haki ya kuishtaki hiyo kampuni kwa kujaribu kuingiza bidhaa bandia au zisizokuwa zisizofaa kwa matumizi? Hapana. Uh, kwa sababu tuna TBS hmm, ambayo ina jukumu lake ni kuhakikisha kila kinachoingia hmm, ni standard. Ikisharuhusu kiingie kikatumika, kikawa na madhara, hauwezi kumlaumu mtengenezaji, kukamata kabla hujaziingiza. Ndio, ndio maana ni jukumu maana ni jukumu lenu kwamba zile bidhaa ni lazima haziuzwe. Kuna huyu anauliza waranti na gari na garanti, tofauti yake ni nini? Garanti ni kwamba ile bidhaa itafaa kwa matumizi ambayo umeyaweka. uh -huh. Na waranti ni kwamba kile kifaa kitatunzwa kwa kipindi kile chote ambacho unaweza una, una, una, una, una, ukafanyiwa marekebisho sahihi, yes, yes, sawa, tunakushukuru sana Kimei. Nashukuru sana sana. Ni Emmanuel Kimei, wakili wa kujitegemea tume